Sasa nilipo kuna taarifa nilipata kwamba kuna maiti imeonekana hili eneo ambalo naona hao uh, watu waliokusanyika hapa, basi na mimi mmoja wapo kuja kuja kuangalia nini lilichotokea. Ni kweli nimefika katika eneo hili nikakuta kuna nahisi ni kijana, ni mtu ambaye ni wasimu kubwa anavyoonekana kwa macho, sio nilivyoona ni kijana anaonekana, anaonekana lakini, inavyoonekana wamemfunga kamba shingoni, kamba ndogo tu ikionyesha kana kama, kana, kana, amejinyonga, lakini kiuhalisia kwa macho uwezi sio, kajinyonga inaonekana ina aidha amepigwa maeneo mengine, au ameuawa kutoka maeneo mengine, hapa amekuja kumleta tu kumweka, kwa namna inavyoonekana kwa macho yangu na ninachoona nilichokiona mimi kwa macho yangu ni kwamba yule kijana aidha ameuawa kutoka eneo lingine ndo amemleta hapa. Mimi kwa jina naitwa Musa Abasi Kasita, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mwere, mtaa wa Mwere. Leo hii tumepata na dharura ya mtu kujinyonga katika mtaa wetu. Uh, ili tukio mimi nimeletewa habari e, na wananchi kwamba mkazi wa eneo hili ambayo huu e, mwili umepatikana, alileta taarifa kwangu kupitia mjumbe wa serikali ya mtaa, akaja akani akanifahamisha kwamba kwenye nyumba ya mtaani kwako kuna mtu amefariki, hivyo wanatuita, ndio tukakimbia kuja hapa. Baada ya kuja hapa kweli tumekuta kuna mwili huko pale amefariki. Ni kijana ana umri kati ya miaka ishirini na mbili, ishirini na tatu mpaka ishirini na tano hivi. Ni mgeni katika mtaa huu wangu, ehe, hatumfahamu. Baada ya fika hapo basi tukawa tumetoa taarifa kwa polisi kata. Polisi kata naye bila kuchukua muda akawa amekuja hapa mara moja kuja kuona namna gani eh. Baada ya kufika hapo, baada ya kuona, basi akawasiliana na polisi central, wakaja mara moja, wakaja kuona hali ya tukio hapa ilivyo. Basi wamefanya kazi zao za kipolisi, na baada ya hapo wamechukua mwili, wamekwenda nao. Ni taarifa hizo. Labda mwenyekiti, tufahamu kwamba mwili huo ulivyofika ulikuta kwenye mazingira gani? Manake inasadikika kwamba mtu huyo kajinyonga, lakini je, mazingira uliyomkuta nayo inaonyesha kwamba kweli ni mtu kajinyonga? Mm, si mtaalamu sana kwa hivyo lakini mimi nimeletoa taarifa kwamba kuna mtu kajinyonga, na kweli nimefika hapo, nimekuta mtu ana kamba shingoni, alafu na sehemu ile ambayo iliyokuwa ili imefungwa ili ile kamba, kwa hiyo sasa kujua kwamba huyo ameletwa ame au amejinyonga ame ni wataalamu wenyewe ndo wanaweza wakaeleza. Bongo Play TV.